Hiki chuo kinafanyiwa maboresho ma huepo, ya bilioni thelathini na mbili zaidi ya majengo yaliyokuwepo ma yanajengwa majengo mengine ya bilioni thelathini na mbili sio jambo dogo. naokasanampongeza mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu chuo hiki kilikuwa kidogodogo, na nyewe wenyewe mnajua. Nataka na niwaambie niwaambie, nataka niunganishe na naii, wana Malya Jipangeni vizuri, huu mji unakwenda kubadilika. Tutakuwa na wageni hapa, kutakuwa na timu za mpira miguu hapa. Panajengwa viwanja vitatu, kimoja kikubwa chenye uwanja wa riadha na vingine viwili vya mpira miguu tu, viwanja vitakavyoruhusu timu zozote kutoka popote duniani kuja hapa kwa ajili ya mazoezi kama eneo lililotulia usafiri wa treni huko, tena sijala, wanakuja hapa wanatulia. Jipangeni kujenga hoteli, jengeni nyumba za kulala wageni, mtapata watu wengi hapa. Lakini tunaweza wanachuo wengi hapa zaidi ya mia tano watakuwa na wazazi wao, watakuja watalala watu, jengeni hoteli, jengeni nyumba za kulala wageni. Hiyo ndio Malya ya sasa ambayo Rais Dr Samia Suluhu Hassan anadhamiria iwe.